Diamond, mdogo wangu, we kiboko, we nini kiboko, dadako, nimekubali, nimekubali. Mama Dangote, wewe kiboko, nimekubali leo. Sasa ndugu zangu, Diamond katu surprise nchi, katu surprise. Sasa mimi dada yenu, nina surprise hizo picha azoposi Diamond leo, hakuna uongo ila kuna muendelezo. Ah, si mnaona pale mwisho Diamond kaandika nini kaandika nini mwishoni? Kaandika afu nitakuja kuwaambia kilichotokea. Mi nawaambieni leo sasa kilichotokea, namsaidia Diamond kumalizia hiyo caption, ehe. Alafu kingine nilichojifunza ndugu zangu, nianze kuwaamini wambea wangu, nianze kuwaamini wambea wangu wengine. Maana mimi mbea kama sija kuzoea, kama hatuna trust kuniletea habari, na kataa mpaka unipe evidence. Hii habari ya hii ndoa ya mkeka, yani ingekuwa kwamba ni sinakubali tu kumwamini kila mtu, ningekuwa nishaandika. Anyway, naomba niwakute kwenye app na kwenye subscription, mtakaa chini, ndugu zangu. Ha, hadijakopa anamsiba saizi.